Masikini ni mtu mwenye kuhitaji, na wenye kuhitaji ndio sisi wa Kristo. Tumepungukiwa na mengi, tumepungukiwa na yale ya kiroho, tumepungukiwa na hata yale ya kimwili. Kila Mkristo ana huo upungufu wa, wa kiroho, na ndiyo sababu unakuja kanisani, unamtafuta Kristo. Ndiyo nilianza kuuliza, unamjua Kristu? unaweza kuwa umevaa kitambaa ilaniwego umbi nani Kristu naweza kuwa nimevaa mavazi haya lakini bado sijamjua Kristu. Wale ambao Kristu anakuja kuletea habari njema, analeta habari njema kwa waliopungukiwa katika mambo hayo ya kiroho na hiyo ndiyo tamaa ambayo anataka aweke ndani yetu, tamaa ya kumtafuta Kristo kila wakati katika maisha yetu. Ndiyo Mtakatifu wa Agostino alisema, E Bwana, roho zetu hazitatulia mpaka zikupate wewe, hapo ndipo zitakapotulia. Huo upungufu wetu tunataka tuujaze na ujazwe na Kristu. Kwa hivyo hawa ndio masikini ambao Kristu anakuja kuwaletea habari njema. Ukiangalia katika dunia yetu kuna mapungufu mengi, kuna mapungufu mengi, sio tu kupungukiwa katika hali ya uchumi, tuna pia kupungukiwa katika mambo ya maadili. Maadili yaliyopo katika jamii zetu leo hii yanaambatana na maandiko na, na neno la Mungu? Njia tunazozifuata, je, ni zile njia ambazo zinashikilia kanuni na zinashikilia miongozo ambayo Kristu ametupa sisi?